Wanawake wenzangu, kuna jambo kubwa nataka niwasaidie hapa. Sio kila unachomfanyia mwanaume wako naye atakilipa kwa njia hiyo hiyo ambayo we unaifanya. Ukumbuke sisi tumetofautiana kitabia, kihisia na kihulka. Sisi na wanaume ni tofauti, na pia lazima utambue kwamba kila mwanaume ana njia yake ya kuwasilisha upendo kwa mkewe. Kuna mwingine yeye anaweza akawa anaongea kama we unavyoongea, lakini kuna mwingine yeye sio muongeaji wewe unapokuwa unachukua nafasi yako kumwambia mume wangu nakupenda, mume wangu nimekumisi, unampigia simu mchana unamkumbuka yeye, pengine asifanye hivyo kwako, lakini haimaanishi kwamba hathamini kile unachomfanyia, haimaanishi kwamba yeye hakupendi. Lakini kinachoendelea hapo ni kwamba yeye huwa anawasilisha pia upendo wako kwako kwa namna yake. Hawezi kuja kwa namna ile ile ambayo wewe unaitarajia. Mwanaume anaweza akawasilisha upendo wako kwa kuendelea kukuthamini zaidi. Kwa kukukumbuka kila wakati, mke wangu, nunua nguo, fanya hivi hivi, chukua kahela akafanya hivi, kwa kukujali zaidi, ndio upendo wake anavyozidi kuuonyesha kwako. Upendo wake yeye anauboresha kwa namna ambavyo ataendelea ata kuwa baba bora kwenye familia yake, kwa namna ambavyo atakuwa na kujali ya na kukuthamini. Hiyo ndio namna ya kuonyesha yeye anakupenda. Sio lazima afanye kile unachokifanya wewe. Mtu asikudanganye kwamba vitu vingi lazima mpeane, nipe nikupe. Hapana, kuna vingine mwanaume mu, atakupa kwa njia nyingine hatakupa kwa njia ile ile. Sasa kuna kitu kimekuwa kikiwasumbua baadhi ya wanawake. Mwingine anakwambia mimi nilikuwa nafanya hivyo kwa mume wangu, yeye alikuwa afanyi hivyo, nilikuwa nanyamaza tu. Lakini baada ya kuona amemwambia mwanamke mwingine maneno ambayo hajawahi kuniambia, nilijisikia vibaya. Naomba nikwambie kwamba wanaume huwa wanajua kutofautisha upendo wao na utapeli, uongo. Wanaume ni wana upendo na uongo na vyote wanajua kuviwekea mipaka. Mwanaume anapomuonyesha mwanamke mwingine tabia ambayo wewe huifahamu, elewa tu kwamba ile sio tabia yake. Ingelikuwa ni tabia yake ya ndani, angeanza kukuonyesha wewe. Ukumbuke wewe na mumeo mlishapitia kipindi cha mahusiano kabla ya kuwa kwenye ndoa, pengine hata kwenye mahusiano unamfahamu, alikuwa sio mtu wa kuongea maneno mengi, kutoa sifa nyingi, yeye hana hiyo tabia. Mwanaume huwa anaonyesha tabia yake ya ndani kwa mwanamke anayempenda, lakini kwa mwanamke anayemtapeli anaweza kafanya chochote ambacho sio tabia yake. Sijui kama unanielewa. Sasa wewe usijichoshe Usiache kumfanyia mumeo mambo mazuri kwa sababu ya kuona yeye amemwambia mtu mwingine maneno ambayo pengine wewe hakuwahi kukutamkia. Hiyo siyo tabia yake. Huko nje anafanya kwa sababu tu ya kutapeli, anafanya tu kwa sababu ya uongo, anafeki. Ile siyo tabia yake, na ndio maana wewe hakuonyeshi. Sijui kama unanielewa. Ili uendelee kuishi maisha yako ya amani kabisa vizuri, mjue mume wako, mume wangu ana tabia za aina gani. Unapoona yeye anafanya mawasiliano na mtu mwingine na anaongea vitu ambavyo wewe hujavizoea, ile sio tabia yake, anafeki, anamtapeli. Sio kweli kwamba hicho anachokiongea kinakuwa kimetoka ndani ya moyo. Anafanya vile kwa sababu tu kuna kitu anatafuta labda kwa huyo mwanamke, kutaka kuona huyo mwanamke anareact vipi. Mimi nawaambia wanawake, wakati mwingine mwanaume anaweza kawa manamke, na wasiana na mwanamke na nakusiwe na chochote, lakini hautaelewa. Kama wewe utakuwa mtu wa kupaniki na kulialia hovyo, wewe endelea kulia. Lia, hovi, kama utashindwa kuachana na simu yake, wewe usiachane nayo, endelea kupeleleza. Lakini mimi nakwambia kwamba kila mwanaume ana njia yake ya kuwasilisha upendo wake kwako. Siyo kwamba kwa sababu wewe unaongea sana na yeye ataongea sana yeye, pengine hataongea, lakini upendo wake kwako atauwasilisha kwa njia ya vitendo. Hatuwezi kufanana hulka na tabia, tutatofautiana tu. Tumekutana watu wawili ambao ni jinsia tofauti, hilo la kwanza lazima ulijue. La pili, lazima ujue kwamba kila mwanaume ana tabia yake, kila mwanaume ana huruka yake. Kitu ambacho ni tabia ya mumeo, ataanza kukuonyesha wewe kwanza, hawezi kwanza kumwonyesha mtu mwingine tabia ambayo hajakuonyesha wewe, ikiwa ni tabia yake, kwa sababu wewe ndio amekuoa, maanake wewe ndio anayekupenda. Angeanza kukuonyesha wewe hiyo tabia kwanza, ndipo aanze kumwonyesha mtu mwingine. Lakini kama mumeo ukiona ana cheti na mtu maneno ambaye hujayazoea ni utapeli, ule ni uongo. Muulize mume wako, kama hata kwambia kwamba huwa anaongea uongo.